No, nafikiri aa, nimekuja kwa sababu ya mambo machache ikiwemo mimi nina eventi yangu inafanyika tarehe kumi na nne ya mwezi wa sita mwezi ujao hapo, inakwenda kwa jina la Jito Experience, inafanyika Leaders pale, Jumamosi fulani tulivu hivi. Nitakuwa na event yangu kubwa pale ambako nita perform nyimbo zangu live zote, kuanzia siku ya kwanza nimeanza kuimba kuanzia stabaki live mpaka huduma nimeushika kusajili event yako Basata lazima kutafuta vibali na kila kitu, ili event iwe rasmi kiserikali. Kwa hiyo ndicho nilichokuja kufanya nah. Kwa, kwa, kwa, kwa maana hiyo kwamba ulikuwa umeandaa event before hujafika Basata? No, kwa sababu kinachotokea, taratibu za kwanza zilikuwa zimeshamalizika, taratibu ulikuwa baki ulikuwa ni wa Basata ambao ndio leo nimekuja kukamilisha. Kuna taratibu nyingi lakini ikiwemo ni ya Basata ambao ni ya muhimu na leo ndio nimekuja kukamilisha. Unazunguzana na mwenzako Belacom. Aa, nafikiri sasa kwa sababu naye pia nafikiri ana jambo lake na kama wote tumetoka na muongozo ratiba, tumepata call kutoka kwa Basata na tumetakiwa kufika na ajili kwa ya kuhakikisha kwamba kila kitu tunakiweka sawa. I think na ni wakati tu umetokea na hizi hizi taarifa ambazo tumezisikia hapa <laughs> eventi <hii ni> <laughs> yeah. Yangu ni tarehe kumi na nne Juni. Eventi hiyo niko mwenyewe, kwa sababu ni I say one man show, kwa sababu sio tu yeye waimbaji wa wengine wote, kwa sababu nilitamani kuwa na wakati ambao nitaimba nyimbo zangu zote. Unajua nikialikwa naimba nyimbo mbili, naimba nyimbo tatu.